Koba, nenda kuelekeza hapo jinsi ya kudownload mali PS yenye modi ya NBC. Wamoja utafungua baada hapo, utaenda kwenye kusechi hapo. Kwenye kusechi utaandika hivi, utaenda kwenye kusechi hapo, utaandika utaandika PS NBC, baada hapo utasechi atakusichitatokea kwanza kabisa, yoyote picha itakuwa yoyote, utagusa hapo hapo, utashuka utashuka utashuka utashuka kwenye ukisha, ukisha, ukisha, ukisha shuka ukisha shuka, utaenda hapa sehemu alikuandika download game, downloadi game ia yeah. baada hapo utagusa mara moja, Ita, itapita direct hivi kama nishakubali request yako, ila kama sijakubali request italeta namna nyingine, ita leta hivi. Maana yake sijakubali request yako. Hakikisha unanitajia email ambayo inaonekana hapa, wewe ndio utakola. Labda umenitajia email ambayo sio sahihi au ni baada hapo, ukiandika hivi utamenya neno request access. Baada hapo, mimi nitakwambia nimekubali. Baada hapo, utarudi nyuma download game itafunguka direct namna hiyo. Kwa baada hapo, utaminya hapo kimshale kilichoangalia chini, utazumu utaminya download anyway. Baada hapo, itaanza ku downloadika hapo, utaminya detail. Tutasubiri hii game imalize ku downloadika, kimalize kima, usiondoke mpaka imalize. Kisha maliza ku utashuka chini, hapo kuna sema ndika download PSP here. Tagusa hapa download PSP. Utaminya neno click ya download hii hapa PSP. Utashuka hapa. Utaminya download PSP hii. Utaminya generate link. Baada hapo utaminya download linki, utashuka chini, utaminya download. Baada hapo uta download hapa au vivyo hivyo, utasubiria, utaminya detail, utasubiria imalize hiyo gold, utainstall namna hiyo hapo Baada hapo utaminya neno dani, utarudi nyuma, utaminya ex, utarudi uta, nyuma tena. Baada hapo utashuka chini, utashuka chini utagusa download zedi achiva hapo. Baada hapo utashuka chini, utaenda hadi kwenye sehemu alikuandika download zedi yachiva utaminya hapo. Kama shuka chini baada hapo utamenya generate link. Subiri. Shuka chini. Mimi baada hapo utamenya neno usa hapa, neno, download. Ni u, u, Mposa, Usa hapa download again. Baada Uta hapo Uta Uta, utaminya neno uta install zidi achiever pro hiyo, subiri. Neno utamenya neno dani, Utaminya X. Utarudi nyuma, itakuja Nimedownload ZArchiver Pro na hiyo hapo PSP. Ukiona zimekataa kudownloadika maana yake PSP download ya Play Store. Baada hapo na hiyo ZArchiver download ya Play Store kama ifa kwa zimekataa. Sasa baada ya hapo utagusa linki hii hapa iliyoandikwa gusa hapa kuona jinsi ya kuseti. Tagusa hapo. Itakuhamisha, itakupeleka YouTube. Watu wengi